Damu na hawa wameanguka na Mungu akawafukuza katika bustani ya Eden. Mambo yakabadilika, dhambi zikaendelea, watu wakaishi kwenye dhambi, ile kweli ikatoweka. Kumbuka mwanadamu huyu ameumbwa ili aishi kwenye bustani ya Eden. Leo hii mwanadamu huyu aliyedisainiwa kwa, kwa, kwa namna ya kuishi kwenye bustani ya Eden, leo hii anaondolewa kwenye bustani ya Eden, analetwa kwenye ardhi ambayo aliumbwa. Hiyo ardhi haina mahitaji ma, muhimu yanayolinda na, na kama nguzo za maisha. Kwenye, kwenye bustani ya Eden kulikuwepo na chakula ambayo ilisimama kama matunda, alafu kulikuwepo na Mungu. Kwa Mungu pamoja na chakula ni msingi wa maisha, ndugu yangu. Kwa mwanadamu huyu anaondolewa sasa kwenye bustani ya Eden, anapelekwa kwenye dunia aliyotwaliwa dunia hiyo kumbuka, vyote ni vya kutafuta. Mungu ni wa kutafuta na chakula ni cha kutafuta. Ndio maana Adamu, ukisoma vizuri hapa, msomaji, utaona kwenye hii sura ya, ya tatu kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa ishirini na nne utaona baadhi ya mambo ambayo Mungu alimwambia Adamu kwamba sasa utakula kwa jasho mpaka utakapoirudia ardhi, kwa sababu katika ardhi na katika mavumbi nilikutoa wewe. Bwana Yesu atusaidie sana kwa tukaija kwenye dunia ambayo tunatakiwa kutafuta vyote, tunamtafuta mungu na tunatafuta maisha sasa. Kumbuka fikra na mfumo wa, wa kufikiri wa mwanadamu ulibadilika. Sasa mfumo wa kufikiri unajua mema na unajua mabaya. Kuna namna ambavyo kwenye mema unaweza ukatafasiri mabaya, au kwenye baya ukata, ukatafasiri mema. Ndio maana tunaona watu leo duniani wanafanya mabaya, ukimfata kumwelekeza anakuona kuona wee ndo mbaya kuliko yeye anachofanya, anaona yeye uko sahihi kuliko wewe unayemhubiri. Na ukihubiri leo kweli ya Mungu, ndio maana kuna makanisa, kuna huduma hazihubiri kwa habari ya dhambi na msamaha, kwamba watu waache kutenda dhambi wamrudie Mungu. Tunahubiri habari ya baraka na mafanikio, hatuzungumzi hii. Ukitaka uwakose watu, hubiri kweli ya Mungu. Dunia leo, watu hataki kuambiwa kweli, kwa sababu mfumo wa kufikiri unabadilika, kwamba pale wanapoambiwa kweli, yeye anaona anaambiwa mabaya, anachukia. Bwana tusaidie sana. Ndio maana unakuta mtu anafanya vitu vibaya na hashtuki, anaona kawaida tu. Mfumo wa kufikiri ulibadilika na tukaletwa kwenye dunia hii. Ndio maana sasa unaweza ukakuta unakimbizana na vitu visivyo vya maana, wewe unapoteza muda wako. Kumbuka maisha yako yamehesabika huko duniani kwa muda na baada ya muda wako kuisha unatoweka. Sasa unaanza kufukuzia vitu ambavyo sio vya maana, na tukikuelekeza unaona kwamba hawa watu wanawivu, hawa watu wamepitwa na wakati, hawa watu ngoja nitafute kwanza maisha alafu mengine. Kumbuka tumesoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya sita na mstari wa thelathini na tatu kwamba Yesu akamwambia, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine ni ziada mtaongezewa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kumbuka, ndugu yangu, tumetolewa bustani ya Eden tumekuja duniani huku duniani huku. Sasa kwenye hii dunia tuliyotwaliwa vyote tunatafuta, ndio maana sasa wewe uchague leo kwamba ufukuzane na chakula au ufukuzane na Mungu wewe ni wewe, lakini Bibilia inakusihi katika neno la Yesu Kristo mwenyewe, anasema kwamba tafuta kwanza ufalme wa Mungu na mengine mtafanyaje? Mtazidishiwa. Katika Ayubu anazungumza, anazungumza vizuri kabisa umuhimu wa kuwa na amani eh? Mjue sana Bwana Mungu ili uwe na amani eh, na ndivyo mema yatakavyokijia. Kwa jukumu kubwa katika maisha ni kumtaka Mungu na kumtafuta Mungu. Ukiwa na Mungu, Mungu ni attraction wa mambo yote, mengine yatakuja. Ukiwa na Mungu ndani yako, unakuwa na amani, vitu vingine vinakuja, unakuta fursa tu inafunguka, unakuta tu unafanya kidogo, mambo yanajifungua yenyewe. Umesoma, umekaa tu kidogo ah, una ujuzi fulani, karibu kwenye shirika, kwenye kampuni na nini, unakuta vitu vinajiseti vyenyewe vyenyewe vyenyewe vyenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka ni, ni, tukamalizie hapo kwamba uko duniani kwenye vyote vya kutafuta mungu na chakula. Chagua wewe mwenyewe unatafuta nini na kipaumbele chako ni nini? Kumbuka mfumo wa kufikiri, sasa tunajua kutafasiri mema, tunajua kutafasiri mabaya na changanyikeni sasa, unaweza ukajikuta yale wewe unatafasiri mema, kumbe yale mema ndo mabaya Nazungumza, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa watu, lakini mwisho wake ni njia za nini? Njia za mauti. Yaani, ukimwona mtu anafanya, yeye anaona ni mema, lakini mwisho wa njia njia njia njia hizo ni njia mauti, ni njia uharibifu, ni njia aibu, ni mauti uharibifu aibu ya kuangamia, lakini yeye anafanya na ukimkuta na amani na na furaha. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa kufikiri umebadilika. Yale mabaya ya yeye anatafasiri kuwa mema, yale yasiyo ya msingi yeye ameyachukulia kuwa msingi kama kizazi cha leo, kizazi ambacho ni kizazi cha taarifa nyingi, kizazi ambacho yani hawataki shida, ni kizazi cha starehe, kizazi cha anasa, kizazi cha raha, hawataki kuwa ngangari. Kila mmoja unakuta mtoto anakucha, anakope, yani mlegezo. Kwa nini? Hawahitaji shida, kila mmoja anawaza kuwa na maisha hayo tuliyozungumza mazuri. Ukimuizo, na yapataje kwa jinsi ulivyo, yani tumia akili bwana, tusaidie sana kwa hiyo kizazi kama hiki unakuta watu wanapambana. Ndio maana dunia leo wako busy. Nenda kwenye ibada za katikati makanisani, ni ajabu ndugu yangu, unakuta watu ni watatu wanne, kumbe ni kanisa la watu elfu tatu kanisa la watu elfu tano kanisa la watu elfu moja kanisa la watu mia moja kanisa la watu ishirini lakini ibada za katikati, maombi ya kufunga, watu wanafunga watatu wanne watano, wengine hawapo. Shida ni nini? Shida unatafuta maisha nitasomeshaje watoto wangu, watoto wangu nalipiaga na, na ada kwa mwaka elfu milioni nne. Sasa napambana mwaka unaelekea kuisha, nitafanya nini? Ukimkuta anakuelezea anakuelezea sababu, alafu akieleza hizo sababu na anajisamee mwenyewe, anasema, Mungu naomba unisamee, kabla hajasikia msamaha kwa Mungu, Mungu anakubali kwamba nimekusamea, anajisamee mwenyewe anaenda. Maisha hayo yamempeleka mtu mbali, kwa sababu kila kitu duniani sasa mwenye, nasema, ni kutafuta Mungu mwenyewe anasema mtafuteni mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Ametupa akses ya kupatikana. Kwa hiyo Mungu ha, amejiwekea ka utaratibu, lazima tafute kwanza, tofauti na bustani ya Edeni. Bustani ya Edeni Mungu alikuwepo, chakula kilikuwepo. Hakuna, yani Adamu ni kula na kutunza tu amelala wala hana shida. Haikumpa shida Adamu alime ili ale. Ilikuwa kwamba anatunza chakula kipo na Mungu anakuja namtembelea. Lakini leo hii Mungu lazima tumtafute. Ndio maana kuna watu wanaenda milimani kuomba. Wanafunga siku saba bila kula wanamtafuta Mungu. Wengine wanahangaika kwenye maombi usiku na nini? Tunamtafuta Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa akili ya mwanadamu always haiwezi kaenda na vitu viwili kwa wakati mmoja isipokuwa neema ya Mungu. Lakini cha kwanza ukitaka uwini anza na Mungu kwanza, utaona na, na mambo ya mali yakikaa vizuri. Lakini leo hii mwanadamu ukianza kutafuta fedha, uwe na uhakika utampoteza Mungu. Haimaanishi kwamba usitafute fedha, kwamba kabla hujaanza enda kwenye biashara yako, kabla hujaanza kwenye uwekezaji, kabla ujaanza lolote, anza kwanza na Mungu. Hakikisha kwamba access yako na Mungu mko sawa, nenda kwenye hiyo unayofanya Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani kuzungumza mengi hapa kwa, kwa ajili ya nyakati tulizo nazo. Mimi nakaa najiuliza na ninaomba Mungu atusaidie. Mimi ni kijana kwenye, kwenye, kwenye karne ambayo Mungu amenipa e, na vijana wenzangu siku wachungaji na wazee hawa ambao tumewakuta wametufundisha misingi ya imani na kwa Mungu wametufundisha, wakiondoka tukachua vijiti sisi vijana e, wa leo wa taarifa nyingi.com. Vijana e, tusiokuwa na ushirika katika kanisa. Unamkuta mtu ana ushirika wa ibada hata hamsini, yaani asubuhi yu, yuko ibadani kwao, akitoka ibada hii, ibada hii, ibada hii, ana taarifa nyingi mpaka ameshachanganyikiwa, hata kweli ajui ni ipi eh, ni mtu huyu. Sasa tukija kuachiwa sisi tu, tusimame kwenye nyakati zetu, ninaomba tu Mungu atusaidie vijana wenzangu kama huko hapo nanisikiliza, tuko kwenye wakati ambao tunahitaji Mungu, tunapambana na maisha eh? bado tunahitaji kuwa na Mungu. Kwa hiyo lazima sasa tuhitaji Mungu atusaidie. Ndio maana Yesu hakuwa mtoyo, akamwambia kaeni hapa Yerusalemu, mungoja ahadi mungoja hadi, eh? hadi nani ya Baba eh akisha kwa jii ya Roho Mtakatifu mtapokea nguvu nanyi mtakuwa mashahidi Mkishapokea Roho Mtakatifu mnakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu kwanza, Uyahudi mpaka Samaria na dunia yote. Bwana Yesu asife sana. Kwa maana yake Roho Mtakatifu sasa amekuja aingie ndani yetu atusaidie sisi maamuzi katika roho, kwa sababu mwanadamu tuko wawili, kuna, kuna mtu wa ndani na kuna mtu huyu wa mwilini. Huyu wa mwilini ni chakula, ndio maana anapambana sana apate chakula kila siku ale, ale, ale, anapambana kuwekeza unawaza, unahangaika kwa sababu ya mwili, alafu vilevile kuna wandani roho. Ndio maana mtu akifa tunasema kwamba mwili wa marehemu, marehemu mwenyewe ni nani? Ameondoka, ameenda zake ambaye ni roho. Sasa kwa kuwa roho ni kwa, ni, ni kwa Mungu, alafu chakula ni, uh, chakula, ni kwa mwili kwa maana yake sasa. Ndio maana amezungumza kwenye Yohana sura ya nne kuanzia mstari ule wa ishirini na tatu Wakati akizungumza Yesu na yule mwanamke Msamaria akasema kwamba nyakati na nyakati eh, eh, ndo hizi hapa, ambazo kwamba eh, eh, wamwabudu wa, wa Mungu watamwabudu katika roho na nini, katika roho na kweli. Maana Mungu ni roho, na wamwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli, na Mungu anawatafuta watu hao wamwabudu. Kwa hiyo maana yake connection ya mwanadamu na Mungu ni roho. Kwa hiyo maana yake sasa roho inamhitaji Mungu. Mwili unahitaji chakula. Amua sasa ni kipi kio kipaumbele kwenye maisha yako, lakini hapo unaweza ukasema mimi kabisa nampenda Mungu, nampenda Mungu lakini tunakuja kuangalia kwenye access, unajua, kutaka kujua kwamba kipaumbele cha huyu mtu ni nini, utaangalia comparison, hususa, uwezi kuacha kuweka muda, yani uwezi kuacha kuweka muda kwenye comparison ya hilo jambo, ni namna gani unatoa muda kwa Mungu Ku, yani ni muda kiasi gani katika masaa? Mfano, kila mwanadamu amepewa masaa 24 kwa siku. Sasa ni namna gani una, umeugawa huo muda wako kwenye kutafuta vitu vya mwilini na vitu vya rohoni? Mara nyingi unaweza ukajikuta asilimia tisini na tisa kwenye masaa ishirini na nne tumepambana kutafuta chakula cha mwili, asilimia moja mtu ametenga muda kwa ajili ya lakini somo letu linasema ku, ku, ku, kuwa wanafunzi wa Yesu. Tukija vizuri tuangalie akina Petro paka wamekuja kufanana na Yesu. Waliadhimu paka vitu vyao waliacha. Petro aliacha familia, wengine waliacha kazi zao. Walikuwa kimfuata Yesu siku na mchana. Haimaanishi sisi tuache vyote tumfuate, yani tumtafute si Yesu kumfuata kwa namna gani? Uzuri ibada iko rohoni. Maisha yote yako rohoni sasa hivi. Ni namna gani unatafuta unatenga muda kujijenga kiroho? Ki, unamtumikia Mungu Unatumia muda wako, unatumia mali zako, kila alichokupa Mungu, mnagawana naye kumtumikia. Ni namna gani unafanya hivyo? Hapo ndipo tutakuja tuone kwamba oho, kumbe huyu ndugu kipaumbele chake ni Mungu, alafu vingine vinafuata. Unaweza ukasema nampenda Mungu, nimeokoka kabisa mimi, nampenda Mungu. Lakini tukija kuangalia muda wako na unavyoutumia, unatumia kwa asilimia zote kwa ajili ya mambo yako, alafu pa pa, pa, pa wiki unampa Mungu lisali moja au mawili only na hizo ukitoka hapo ukienda kufa, kufa it, na mambo ya, ya chakula, unajikuta ndugu yangu hukumbuki chochote kwa habari ya Mungu. Ndio maana mtu wa mwilini kabisa, tuko kwenye dunia ambayo sasa Mungu anatafutwa chakula kinatafutwa, alafu cha kukumbuka, ufa, fikila, ufahamu umebadilika, tunajua mema na mabaya na hapo ndipo tatizo, kwamba unaweza kujikuta unatafasiri jema kama baya au baya unaitafasiri kama jema. Kwa ndio matokeo leo tunayaona, watu leo kuwa mashoga ni kawaida, yani na ni haki, yani wanapambana huko duniani huko, wanataka kusajili na kupitisha kwamba ni haki ya kila binadamu eh. Ukikuta mwanaume kwa mwanaume wameoana, ni jambo ni, ni, jambo la kawaida. Ukikuta wanawake kwa wanawake wameoana, mapenzi ya jinsia moja ni kawaida ni haki. Kwa nini? Ufahamu umeshabadilishwa, kwa unatafasiri jambo baya, mtu analitafasiri kuwa zuri na ana fight kwa ajili ya hilo. Unakuta watu wanatoa mabilioni ya fedha kupitisha mambo hayo ya kijinga. Shida ni nini? Ufahamu, ufahamu ulishabadilika. Sasa wewe ufahamu wako unakwambia nini? Msingi mkuu ni Bibilia, soma neno la Mungu, mpe Mungu, mpe Mungu nafasi. Mwambie Mungu nisaidie, kuitafasiri neno lako, linilinde. Vitabu vilio duniani tofauti na Biblia leo havisemi kweli, vinadanganya. kwa ndio maana silabasi nyingi zinabadilika, lakini hii haijawahi kubadilika, na mpaka kuna watu wanapambana, wanataka kubadilisha na hivi vitu, hii Biblia. Nataka nikwambie, tuko kwenye ulimwengu wa kutafuta vyote, Mungu na maisha, chakula. Chagua hivi leo. Joshua kajipiga kifua kasema, sikilizeni enyi wana wa Israeli, watu wa Israeli, chagueni hivi leo mnayetaka kumtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Nyinyi amweni kwao. Na wewe unayenisikiliza leo, mtazamaji, chagua leo unayetaka kumtumikia, maana vyote ni vya kutafuta, lakini ushauri wangu kwako mtafute Mungu kwanza na mengine utazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tumefikia mwisho kwa somo hili anguko. Kwa tumeona sasa, anguko mtu ameanguka na wametolewa kwenye bustani sasa ya Eden. Tumekuja kwenye dunia iliyojaa shida, kutafuta vyote. Tuko hapa sasa, tutaendelea wakati mwingine kuendelea na hili somo sasa. Baada ya anguko nini kiliendelea? Haleluya.